Hadithi: barua isiyofika. Katika mji wa kale wa Jaipur aliishi msichana mpole aitwaye Anaya Mera. Alikuwa mchoraji wa picha akiishi maisha ya kimya katika nyumba ya babu yake. Kila jioni alikaa dirishani akichora watu wasiokuwa na majina, labda kwa sababu moyo wake haujawahi kuwa na mmiliki. Siku moja kijana aitwaye Rohan Malhotra Alihamia nyumba ya jirani. Rohan alikuwa mpiga piano katika hoteli ya kifahari, lakini macho yake yalibeba huzuni nzito kana kwamba alipoteza kitu muhimu maishani. Walikutana kwa bahati mbaya sokoni. Macho yao yalipokutana, kulikuwa na ukimya mrefu kuliko maneno. Tangu siku hiyo, walikutana kila jioni kwenye bustani ya zamani. Hakukuwa na ahadi wala maneno ya mapenzi. Lakini mioyo yao ilizungumza kwa sauti kubwa kuliko sauti yoyote. Rohan alianza kumpigia Anaya piano usiku akiwa dirishani kwake. Anaya alichora sauti za piano kwa picha. Walicheka kwa vitu vidogo: chai iliyochemka sana, mvua isiyotabirika, paka waliopotea mitaani. Siku moja Rohan alisema kwa sauti ya chini, kama ningekupenda ungeogopa? Anaya alitabasamu kwa machozi. Ningeogopa zaidi kama usingenipenda. Lakini kulikuwa na siri, Rohan alikuwa na ugonjwa wa moyo uliokuwa ukimtesa kimya kimya. Anaya aligundua ukweli siku moja alipomkuta Rohan hospitalini. Madaktari walizungumza kwa sauti ya chini, ana muda mchache, miezi labda mwaka mmoja. Moyo wa Anaya ulipasuka. Alipomkabili Rohan, alitabasamu kwa uchungu. Nilitaka nipendwe kama mtu wa kawaida, si kama mgonjwa. Kuanzia hapo, Anaya alipenda mara mbili zaidi, lakini Rohan alianza kujitenga. Si kwa sababu hakuwa akimpenda, bali kwa sababu alihofia kumwacha na maumivu makubwa zaidi. Rohan aliamua kufanya kitu cha kikatili kwa upendo. Alianza kujifanya baridi. Alimtambulisha Anaya kwa mwanamke mwingine akidai ni mchumba wake. Alisema maneno ambayo hayakutoka moyoni: wewe ulikuwa mpito tu. Anaya aliumia sana. Aliacha kuja bustanini, aliacha kuchora, aliacha kucheka. Rohan alilia usiku peke yake akipiga piano kwa vidole vinavyotetemeka. Miezi michache baadaye, Rohan aliandika barua: Anaya, nilikupenda kuliko maisha yangu. Nilijua ningeondoka na sikuwa na ujasiri wa kukuacha ukiwa unaningojea. Samahani kwa maumivu niliyokupa. Upendo wetu haukuwa uongo, ulikuwa muda mfupi. Lakini barua hiyo haikumfikia Anaya. Rohan alifariki usiku mmoja akiwa hospitalini, piano yake ikiwa kimya milele. Miaka miwili baadaye, Anaya alipata barua hiyo kwenye sanduku la zamani la posta, iliyochakaa na muda. Aliisoma chini ya mti ule ule wa bustani. Alilia kama mtoto. Kisha akachora picha yake ya mwisho: kijana akipiga piano chini ya mwezi. Chini ya picha aliandika, upendo wa kweli hauishi kwa kifo, huishi kwa ukimya. Anaya hakuwahi kuolewa. Alifungua shule ndogo ya sanaa na akaipa jina Rohan Music of Silence. Kila jioni piano ilisimama kimya, lakini kwa wale waliokuwa na mioyo ilivyovunjika, waliweza kuisikia ikilia.